Ombi la mashabiki wa Yanga limekubalika kwa Diara, ambapo imeeleza kupitia ukurasa wake wa Instagram. Afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani kamwe ametuma ujumbe kwa wananchi kwa kusema kuwa ombi lao kwa mdaka mishale limekubaliwa. Pengine unaweza kujiuliza maswali mengi, ni ombi gani ambalo mashabiki hao waliweza kutuma kwa mchezaji huyo Diara. Kwanza kwa, kwa kipindi kirefu wananchi wamekuwa wakihitaji sana kumpa hela jigi Diara kama anavyo wanavyofanyiwa wache kwa wachezaji wengine kama Dube, Boyeli na kadhalika. Sasa kwa kutambua mchango wake mkubwa kwa timu yetu hasa msimu huu, wananchi wanahitajika sana eh, wanahitaji sana huo utaratibu mfikie Diara pia huku wengi wakienda mbali na kusema kuwa yaandaliwe hata mechi moja na kupewa jina lake, yani ipewe kwamba mechi hiyo ni kwa ajili ya ya Diara. Lakini mwisho kabisa ni kwamba baadhi ya wananchi ambao wanaishi nje ya Dar es Salaam wameomba hiyo siku ya kumpatia hela mdaka mishale, basi itolewe na namba maalum maalum ya kuweza kutuma pesa hiyo, yani hii iwe maalum kwa wale ambao hataweza kufika uwanjani. Wananchi wenyewe wanasema maji kuhusiana na madai yao, kwa mjibu wa afisa habari huyo. Ameweza kuzungumza hayo baada ya maombi hayo ya muda mrefu ambayo walikuwa nakitamani kumpa, lakini yeye mwenyewe amekuwa akiwakatalia kwamba hahitaji kuweza kuchangiwa kwa kuwa kuna utaratibu wake, huku wengi wakiwa wanashindwa kuelewa ni nini ambacho kinamfanya asiweze kukubali, lakini sasa hivi ameweza kukubali kwa kuwa utaratibu huo umeshafanyika kwa wachezaji kadhaa kwenye vilabu vyao, ambapo mara zote umekuwa ukifanyika kwa kuwa wengi wanatamani kutunzwa wakiwa pale uwanjani, kutokana na kazi nzuri ambayo wanakuwa wameifanya. Lakini safari hii wananchi wameweza kukubaliwa kuweza kumchangia Diara huku wakienda mbali zaidi kwa kutamani mechi ambayo itakuwa ni kwa ajili ya kumchangia tu Diara kutokana na uwezo mkubwa ambao wameweza kuonyesha kwa msimu huu, na wengine wakidai kabisa kwa kudai kwamba hiyo, hiyo mechi iitwe jina lake, lakini pia wale ambao wako mbali na Dar es Salaam waweze kupewa namba ya lipa namba au ya kutuma namba hiyo ambayo itawawezesha waweze kutuma hiyo pesa kwa muda kamishare huyu kutokea mitaa ya Twiga na Jangwani.